Sasa leo nitakwambia tofauti iliyopo kati ya acid reflux pamoja na tumbo kujaa gesi. Watu wengi huwa wanachanganya hivi vitu. Acid reflux ni ile hali ya kupata kiungulia ambacho e, kinapanda juu kwenye koo, yani acid ambayo navuka kwenye less, e, ile valve ya koo ko na kupanda juu kwenye koo na kusababisha makohozi kavu heartburn, kwa maana ya maumivu upande wa kushoto katikati ya kifua yataenda mgongoni kwenye mabega. Hiyo ni acid reflux lakini ile hali ya tumbo kujaa gesi tunasema ni tumbo linakuwa linajaa gesi, lina nguruma, wakati mwingine tumbo linavimba, au tumbo linakuwa ni gumu sana e, hiyo ni hali ya tumbo kujaa, kujaa gesi. Lakini uh, gesi inaweza ikasababisha mtu akapata changamoto ya acid reflux, kwa maana tumbo linapojaa gesi e, linasababisha ule mlango wako unafanyaje? Mlango wako unafunguka, kwa maana ile valve ama lower esophagus sphincter muscles inapolegea basi asidi inapanda juu. Kwa nini nalegea? Kwa sababu tumbo linajaa gesi na kunguruma mara kwa mara. Kwa hiyo tofauti kubwa kati ya acid reflux na tumbo kujaa gesi ni kwamba asidi ni kemikali ambayo ipo ndani kwenye mfumo wako wa mmeng'enya wa chakula, ambayo hiyo kazi yake kubwa ni kuweza kuvunjavunja chakula ambacho umekitumia ili kuweza kuchukuliwa zile nutrient. Kwa hiyo, asidi ni muhimu, lakini gesi yenyewe inasababisha tumbo linavimba, linajaa, unakuwa bloated na hiyo ndio tofauti kati ya acid reflux pamoja na tumbo kujaa gesi. Ni changamoto mbili tofauti, ijapokuwa zote zinatokea ndani kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.